moyo wa pasaka 2025 tukutane ukumbi wa migongo mission ah, naitwa mchungaji nestor evans msalasie ah, niko hapa leo kwa ajili ya kuzungumzia maandalizi ya matamasha makubwa kabisa katika mji wa masasi ambayo kimsingi haijawahi kutokea tarehe ishirini eh, mwezi wa nne 4 2025 kutakuwa na matukio mawili makubwa sana ambapo e, kuanzia saa nane hivi mchana tutakuwa pale c kwa ajili ya kusherekea ushindi mkuu. E, tutakuwa pale kwa ajili ya kusherehekea ushindi mkuu kwa ibada ya kusifu na kuabudu, lakini baada ya hapo tutakwenda kwenye tamasha la moyo wa Pasaka litakalofanyika katika ukumbi wa Migongo pale Radio Fadhila. Ninakualika mwanamasasi mwenzangu Jitahidi sana kushiriki katika katika kongamano hilo, kila moja ushiriki kwa uaminifu sana. Lile kongamano la e, moyo wa Pasaka linalenga hasa kugusa mahitaji ya jamii. Kutakuwa na kiingilio kidogo sana pale ambacho tutakuwa tunatoa kwa ajili ya kutoa sadaka. Hicho kiingilio si cha biashara, ni sadaka kwa ajili ya kusaidia watoto wa wanaopitia changamoto na wanaoishi katika makundi maalum na wenye changamoto Am, a, za, za kimwili na changamoto zingine zingine. Kwa hiyo wenzetu wamejitolea kwa ajili ya kuandaa e, kongamano hilo la, la muziki na uimbaji kwa ajili ya kupata kiasi ambacho kinaweza kikasaidia watoto wenye mahitaji maalum kiroho. Tamasha hili lina impact kubwa sana, litakuwa na majibu kwa kila mmoja atakayeshiriki kwa uaminifu. Kwa hiyo jiandae, andaa moyo wako Andaa, ni siku ya mtoko kabambe, mtoko babu kubwa. Yani tunaanzia MCC tukitoka hapa saa kumi na mbili tunaelekea kwenye ule ukumbi kule Migongo. Kwenda mwalika kila mmoja, nawaalika watu wote wa Masasi, bahati njema. Tutakuwa na timu kutoka Rwangwa, tutakuwa na watu wengine kutoka Mbeya kwa ajili ya tamasha hilo. Kwa nini wewe mtu wa Masasi ukose tamasha na fursa nzuri kama hiyo? Mungu akubariki sana, nita, natamani kukuona pale ili tuende tukasherekee na kushiriki katika tamasha hilo zuri sana. Asante.